Assalamu alaikum warahmatullahi, mdao na mfuatiliaji wa Haswa TV, lakini pia katika kipindi hiki cha mashindano ya kwanza ya wakina mama ama ya wanawake katika kisio chetu cha Mapia tupo na miongoni mwa washiriki, lakini pia ni mshindi. Atajitambulisha ni nani na ameshiriki juzu ngapi na ni mshindi wa ngapi. Salamu, ongera. Asante. Nami unaitwa nani? Maku. Aisha Makungu. Judu... Aisha Makungu alishiriki juzi gani au juzi ya ngapi? Tatu. Juzi ya tatu, mashallah. Aisha alishiriki juzi ya tatu na amekuwa mshindi wa ngapi? Ya kwanza. Unajisikiaje kuwa mshindi wa kwanza katika mashindano ya kwanza kabisa au awal ya awali ya wanawake katika kisa cha mama? Najisikia vizuri alhamdulillah. Umefurahi zawadi? Sana. Mwakani utashiriki? Sana, mapema. Bana shukrani sana. Aisha amesema mwakani atashiriki tena na Allah amfanyie pesa aweze kushinda tena. Asante sana. Amin. Sana. Tupo na mshiriki mwingine, naye atajitambulisha majina yake na ameshiriki juzuu ya ngapi na amekuwa mshiriki wa ngapi. dsa na ongera, kwanza umeshiriki juzu ya ngapi? Ameshiriki juzuu ya pili. Na umekuwa mshiriki nambari, nambari ngapi katika juzuu ya pili? Mashaallah, amekuwa mshiriki wa nambari moja katika juzuu ya pili. Umeonaje mashindano kwa upande wako, Umeridhia, umeridhika na zawaditakumshiriki. Inshallah Allah atawasaidia mwakani. tuna mashindano mengine ya wanawake katika kisa cha maa Allah akitufikisha, naye atakuwepo. Shukrani sana.